Mengi yanaonekana kumwendea kombo mwanadada ambaye alikuwa ni mke wa e, marehemu MC Pilipili. Sasa mwanadada huyu e, ni kwamba uh, alikuwa e, ana mgogoro kidogo na marehemu MC Pilipili, lakini sasa kuna video inamwonyesha akiwa amewasili msibani. Sasa mazito na mapya yameonekana kutokea baada ya mrembo huyo eh, kufika pale msibani, huku wengi wakiwa eh, wanamsema vibaya, wamemsema wana kwa sababu ya nguo ambayo alikuwa ameivaa. Kumbuka eh, kilichotokea eh, ni kwamba eh, mwanadada huyu eh, kuna wengi wameweza kutoa eh, shutuma zao mapema na haijulikani kwa nini lakini inaonekana wanazungumzia mavazi ambayo alikuwa amevaa, kitu ambacho eh, kwa namna moja ama nyingine inaonekana wazi kwamba eh, mrembo huyu ni eh, kwamba amekosea eh, kuvaa hizo eh, nguo na inaonyesha wazi kabisa kwamba eh, hakujipangilia vizuri sasa. Uh, tunaona kupitia peji mbalimbali za mitandao ya kijamii kule Instagram. Uh, wameweza kuonyesha hiyo video ikimuonyesha kimevaa tracksuit na ndio kitu ambacho kinaonekana kabisa kwamba mrembo um, huyu pengine amechanganyikiwa, kwa sababu unajua kimekuwa ni kifo cha ghafla sana. Wengi wanajiuliza imekuwaje, eh, MC amefariki eh, lakini wengine wameenda um, mbali na kusema kwamba mrembo huyu amekosea sana. Sasa ngoja nikusomee. Uh, mmoja akaandika uh, Mungu amtie nguvu ya na two, two piece yake. Uh, au subana bana uh, manake alivaa tracksuit ndo avae two piece msibani, jamani, au vipi bana, kwa nini avae tu? Sio vya kucheka ila inabidi huko, kolokolo nimeongea, naona machao wanatoa povu. Uh, mmoja kaandika sometimes anaweza tamani we kama huyo mtoto usielewe tu kinachoendelea. ile udada ni mnafiki jamani, akimaanisha e, kwamba e, anachokifanya e, labda kwenda Dodoma e, amefanya unafiki sio sawa. Usimjaji mtu kwa maneno ya kusikia au kuhisi, hasa huko huku hakuna kisiku. Hawa watu wamewahi kuzungumza juu ya nini kinaendelea kati katika ndoa yao? Tupunguze kujaji Yaani, mi wanaonekea kujifanya wanajua sana maisha. Sema udada ya watu mdada, akaze tu, ndio kawaida ya mtu wa Bongo, kujaji story ya upande mmoja eh. niko hapa msibani amefika kapitiliza ndani It's okay. kutusalimia watu waliokaa nje inaweza siwe jambo kubwa. Ila ameingia ndani kakuta na mawifu na mashemeji masem, masem, zake nao kashindwa kuwasalimia kapitiliza kukaa bila hata aibu na bora walivyomnyanyua kumtoa nje. E, majasema ndugu, mimi sifuatia watu. E, naongea ninachokijua. angesalimia ngesema mfu ya gani anasalimia mwanadamu na namna dogo? Wewe kwenye msiba unakuhusu, nakumbuka salamu au hujafiwa? Siku kifiwa utaelewa, au sio? Kwa maana ya kwamba namjibu mwenzake kwamba huyu mwanadada alipofika pale msibani akusalimia watu akaingia ndani akakutana na mashemeji zake eh, na mawifi au sio bwana lakini, nao pia hakuwasalimia, baadaye akaamua tu watulie, kitu ambacho kimeweza kumfanya eh, watu wengi kukasirika. Masamana hako kamkoba amekumbuka amekumbatia, huyu ndio mchawi mwenyewe, hajapoteza kitu, huyo alitakiwa afukuzwe azike kwenye kwa kuangalia kwenye screen yaani alitakiwa ya aondoke kwa sababu eh, kwa tu manazozungumza eh, eh, eh, shabiki kwamba ilibidi tuangalie kwenye screen. Ndio maana nikasema kusalimia watu kwa nje sio jambo kubwa, lakini ndugu mme usalimii, we nayepeleka ujinga huko. Ah, mmoja akasema kwamba ah, Uh, we ni mkaka ila uwauliza wanawake, ukiingia ndani unalia mpaka. Halafu baada ya hapo ndo kama hauko sawa ndo, uh, atakuja kukuelekeza cha kufanya. Uh, inabidi afike tu pale msibani atulie, uh, asikilize e, utaratibu umepangwa vipi, uh, na utaratibu ukishapangwa e, then ataambiwa nini cha kufanya. Mna uhakika analia pengine ni muongo e, kulia mchezo mwingine. Akaandika la kusema nimekimbilia lingine e, jamani sema wewe e, maana mi naona AI asilimia mia moja naumia. Amna kitu hapo. Mwingine akisema kwamba analia huko na Jibrand yanake, ndio tumefikia huku msiba mume unapigilia tu pisi na kuchomekea juu, hapana e, Ausu bana alivaa two piece na kitu ambacho wengi nasema kwamba ana brand. Unajua e, mwanadada huyu alikuwa ni mfanyabiashara nguo. Kwa hiyo ana brand biashara yake msibani e, mwingine asema kwamba two piece kama za mfiwa zinapatikana dukani kwetu, kama zilivyo auso bana e, mmoja anasema gani? dadome zinafika E, kumtetea huyu mwenzetu ndugu wa mke sisi wenyewe tumeshindwa. E, mke wa mfiwa na wasili msiba so hakuwa home. E, kwa maana yake hakuwa nyumbani. E, mwingine anasema kwamba ila watu nimeuliza msiba upo Dodoma, na ikumbuke kuwa msiba vile akienda Dodoma ni kikazi, kwa hiyo asinge safiri na familia da msiba huko Dodoma, na wewe alikuwa da sasa tunasubiri lakini ndio aende leo, jamani, wakati Steve alipopata habari tu siku hiyo hiyo akaenda. Eh, taifa za kufariki mume kapata lini? Eh, watu wanajiuliza. E, eh, hata kama jamani, Dodoma kuna umbali gani umbaligani ya chini kututania e, mmoja kaandika sisi wenye kusa hapo hata kusimama hawezi mpaka ufungwe kanga nne tumboni zikupe support, yani wengine nguvu sijui huwa wanazitoa wapi E, yani kwamba hapo kwa kabila la Wanyakyusa alitakiwa apigwe kanga nne e, hapo mama hapo, ndo yenyewe ilikwisha, na upendo uliondoka, machozi yake ni mwanae, kabaki yatima. Kipenzi na nyie Wanyakyusa, kulia huwa ni kipaji chenu. Juzi ndio kaenda leo. Mimi ningepanda hata yale magari ya kusafirisha magazeti siku ile ile, hausi bwana. Yaani Angepanda hata magari ya kusafirishia magazeti juu anakimbia sana. Kwa hiyo alipopata uh, taarifa angewai uh, pale msibani ingekuwa ina sound good. Kwa hiyo kufika leo inaonekana eh, wengine wanaona maswali yamekuwa mengi, tukia maswali wakisema kwamba huu ni unafiki kiwango cha lami. Sina maneno mengi ni kuachie wewe, mpenzi mtazamaji, karibu tena na tena, lakini kupata habari zaidi ndani ya Mkubwa Media, basi nakukaribisha kubonyeza alama nyekundu ilioandikwa subscribe.